Habari ya moto, habari ambayo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii siku leo ni hii habari ya Tifa pamoja na wazazi wake y, yani msanii Diamond pamoja na Zari the Bosslady. Hii habari ya Tifa imekuwa ni habari ambayo inazungumziwa kwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya msanii Diamond kuzungumza na kutoa kauli yake kama baba kwamba sipendi Tifa namna ambavyo anatumia mitandao ya kijamii lakini pia hapendezwi na namna ambavyo Zari the Bosslady amekuwa akimlea huyu mtoto Tifa

Ni mtu tayari ameshapevuka. Sasa, Diamond akawa anaona Tiffah mienendo yake ambavyo anaenenda eh, lakini pia namna ambavyo anatumia simu yake anatumia katika matumizi mabaya. Diamond akaamua kuzungumza na mzazi mwenzake Zari the Boss Lady kwamba pale anakosea, lakini Zari, namna ambavyo amelipokea amehisi labda Diamond, namna ambavyo labda waligombana, Diamond anatafuta tu sababu ya kukorofishana naye ili mradi tu Diamond aweze kuwachukua wale watoto mambo kama hayo Zari kiufupi alimuelewa vibaya mzazi mwenzake, lakini baada ya yote hayo kutokea, mambo yote hayo yametokea, lakini baadaye ya, Zari alikaa chini na mzazi mwenzake Diamond wakaweza kupanga mpango mkakati wafanye nini ili mradi tu binti yao huyu Tifa aweze kukaa katika mstari ulionyooka lakini pia binti yao aachane na yale mambo ya kuwa na marafiki wa kiume wa mara kwa mara kwa sababu Zari binafsi alikuwa anazungumza wazi na kudai kwamba mara nyingi sana Tifa amekuwa akiwatambulisha marafiki zake wa kiume tofauti na kuwatambulisha marafiki zake wa kike Zari anamwambia alimwelewa Tifa kwa mara ya kwanza na alielewa kabisa Tifa ameshazoea kuishi na wa kiume ndio maana mara marafiki zake mara wengi pia wa shuleni ni watoto wa kiume kwa sababu ukiangalia pale Tifa anaishi na kaka zake tu, hana dada. Tifa hajazoea yale malezi au yale, yale maisha ya kuishi na dada yake, kwa sababu yeye hana dada. Yeye ndo dada huyo huyo ambaye Zari anamtegemea kwa asilimia kubwa sana. Sasa Zari mwanzoni anakuambia alishazoea na aliona ni kawaida tu mtoto wake kuwa na marafiki wa kiume, kwa sababu alijua tu tayari huyu Tifa nimemlea hapa, kuna wanaume watupu, ndio maana amezoea kuishi na wanaume zaidi, tofauti na kuishi na wanawake. Lakini hiyo inaweza kaja kuwa hatari baadaye, ndo pale tunakuta mtoto wa kike ana zile pigo za mtoto wa kiume anaitwa tomboy mambo kama hayo. Sasa Zari mwanzoni hakuona shida, lakini baada ya Diamond kumpigia Zari na kumwambia kwamba spendi unavyofanya hivi na hivi na hivi na spendi Tifa awe na marafiki wa kiume

Kwanini? Kwanini unasema hivyo? Kwanini situmie simu, mama? Mambo kama hayo. Sasa Zari akanamwambia ya baba yako amekataa, baba yako hataki utumie simu, lakini pia akamwambia baba yako hataki uwe na marafiki wa kiume, mambo kama hayo. Sasa Zari, namna ambavyo alikuwa anamwambia mtoto wake Tifa, akawa anashangaa, kwanini? Kwanini dada dada amenifanyia hivyo? Mambo kama hayo. sasa baada ya hiyo vido, uh, watu wengi sana wakawa wanajiuliza, inakuaja unambembeleza mtoto kama hivyo, naomba simu kwanzialttumie simu zungumza na baba yako baba yako ndio akasema, ni kunyang'anya hiyo simu na usitumie simu na mwenzako Nilan. Nitamnyang'anya simu kuanzia leo hii, amna kutumia simu. Ukitaka kuposti, nitakuwa nakupostia mimi. Basi mambo yaishie hapo. Wewe kama mashabiki, mnalipi la kuzungumza? Unafikiri Zari amefanya sahihi kuchukua simu ya Tiffah au Diamond ana wivu wake tu, jamani, kwa mtoto wake wa kike huyu? Tuache maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu la andiko la neno subscribe.